Tazingatia herufi ya yeah. Y hey, tunamalizia wanafunzi, asanteni sana kwa kujiunga na Bi Mercy. Kwa hivyo tunazingatia herufi ya yeah. Wacha tuiandike vizuri. Naam, hivyo ndivyo tunaandika herufi ya yeah. na kama kawaida tutaanza na irabu ambazo ni tano, kwa sasa unazifahamu. Tuziseme pamoja, tuna a, e, i, o na mwishowe u, tukiongezea sauti yetu hapa Tasema, yi sauti hii inatoa sauti gani yi? Sasa yi na a ya, alafu tuna ye yi yo na yu tukimalizia. Kwa hivyo tuna ya ye yi yo yu. Sasa kutokana na hizi silabi tutafanya nini? Tutaunda maneno. Kwa hivyo tutaunda maneno, teremshe mshale hapo tuunde neno kutumia yu. Haya, neno la kwanza na unalifahamu, utasema neno lipi? Yai. Tuandike hapa, tutasema yai. Kisha ye, tutasema yeye. Yii kwa siku ama kwa mara ya kwanza, hatuna neno linaloanza na ii. Bi Mercy hafahamu, lakini kazi kwako, utusaidie tuone kama tutapata neno linaloanza na ii. Kisha tukienda kwa yo, tutasema yote Alafu mwisho we yu tutasema yule. Aha, yai, yeye, yote, yule. Na kufikia hapo, nataka tuunde sentensi sasa. Kumbuka, hapa ni kazi kwako. Haya basi, kwa hivyo tutaunda sentensi kutumia haya maneno, na neno la kwanza ni yai. Kwa hivyo tutaunda sentensi ya kwanza ambayo tutasema, hili ni yai. Hili ni yai. Aha, na hii aa ya kaa vipi? hii ya haifurahishi hata kidogo. Wacha tuitengeneze. Hili ni yai nam. Sasa hiyo yai imeiko sawa, karibu niseme imeweza. <laughs> Haya, kisha sentensi ya pili kutumia yeye, tutasema yeye anapenda, ama tuseme yeye anasoma. Sentensi fupi fupi tu yeye anasoma. Mnaiona sentensi yetu. Kisha yi, hatuna neno. Kazi kwako, ukipata hili neno ukujie kitabu cha chura na kipepeo kutoka kwa Bimasi. Si hapo pako sawa? Haya, kisha tuna yote. Tutakuja hapa tuseme um, yote ni mazuri. Yote means all all the fruits are good. Yote ni mazuri. Na mwishowe tuna yule, nimebakisha nafasi ndogo sana ya yule. Tunasema yule ni baba, yule ni baba. Yule means that. yule yule ni baba na sana sana yule inatumiwa pale ambapo unazungumzia viumbe ambao wana uhai au walio uhai Haya, yule ni baba. Sasa tuimbe wimbo wetu, sijui tukifika kwenye hii tutasema vipi, lakini twende pamoja. ya ya ya ya yai yai, ye ye ye ye ye ye ye ye, yi yi yi yi, niambie, niambie, yo yo yo yo yo, yote yote, yu yu yu yu yu, yule. Na tumefikia mwisho a, wanafunzi, na tumai umefurahia somo letu. Tuonane sasa tukifika kwenye Z. Kwa heri ya kuonana.